Hii Kenya yetu yenye tuko imeanza kuwa na ujinga mwingi sana. Yaani, e hey, mtu tu anafikiria tu vitu zake ya kufanya anaona ni very simple. kama hiyo ni kama una commit suicide. Ujirushe kwa barabara ugongwe na gari ukufe, labda stories zako, uko na ma-stress zako zinaposongoa kwa akili umeamua kujiua Yaani hiyo ni kama ile kumeza bomu ukakufie katikati ya watu. Kwa nini? Kwanini hiyo mifano yote hiyo, yaani kama vile gari ya tengi ya mpetroli imeanguka na iko na leakage, na mjinga anakuja akivuta sigara hapo na kuna watu hapo wanaangalia. Hiyo anataka nini? Anafikiria sikukuva na hao watu wote? Ni sawa na hii ya mtu atoe kiatu agonge president. Hata kama president yako vipi haufai kufanya kitu kama hiyo because umetafutia wezako shida. The moment anashikiwa hapo kuna watu wataumia, the moment anatafutwa kuna watu wataumia, yeah. So saa zingini tuangalie na tuache ujinga kona hapa Kenya Kenya, Kenya tuko na ujinga mingi sana, yeah. Sasa yes, mimi uh, hiyo hata sijaipenda support Ruto lakini sasa hiyo hata tunaji, tunajidharaulisha kabisa kwa majirani zetu huku, tunaonekana sisi ni kama akili zetu hazifanyi vizuri. Hata ukienda kule nchi zingine, kama wale wanasafiri kama sisi, utaambiwa mjinga. Hey, wa Kenya mzilete huku, ukubavu wa eh, Kenya muzilete huku, bangi za Kenya mzilete huku. Sasa tunasomewa sababu ya watu wengine wanaujinga ambao ueleweki.